Na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa maswala ya kimataifa. Karibu Rahbi. Shukrani sana. Tuanzie na hili ambalo linajiri, uh, la waasi wa M23 kuungana uh, wakiwa wanaungwa mkono na Rwanda ambao wanashambuliwa mashariki mwa Kongo, wakati uh, sauti inarekebishwa, ni kujuze tu kuwa miongoni mwa taarifa hizo kubwa Uh, ni kuhusiana na taarifa hii ya waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda kwa mujibu wa ripoti ambazo zimetolewa ikiwemo ripoti ya Umoja wa Mataifa, licha ya kuwa Rwanda imekuwa ikikanusha. Wanaoshambulia mashariki mwa Kongo wenyewe wamesema wako tayari kuviondoa vikosi vyao kutoka mji waliouteka, wao Walikale, kama ishara ya kuunga mkono juhudi za kuleta amani na kumekuwa na jitihada za kufanya mazungumzo uh, ikiwemo hivi karibuni uh, kule Qatar walikutanishwa Rais wa Rwanda Paul Kagame pamoja na Rais wa DRC Felix Tshisekedi kujadili na kuzungumza mustakabali na namna pia ya kuleta suluhu katika mataifa hilo. Lakini uh, moja kati ya vitu pia ambavyo vinaangaliwa ni nini hasa ambacho kinaweza uh, kuwa suluhu katika mataifa haya mawili. Na muungano wa makundi ya waasi wa AFC na M23 wenyewe umesema katika taarifa yake, umeamua kuviondoa hivyo vikosi vyake kutoka kwenye mji wa Walikale na kutoka kwenye maeneo ya jirani ya mji huo, ikiwa Walikale ni moja kati ya maeneo eh, ambayo waliteka hivi karibuni ukijumuisha pia na yale maeneo mengine ambayo tayari walikwisha yachukua. Wa Rahbi, bila shaka tuko sawasawa, sasa nini yeah, ambacho kimefanya maamuzi haya? Uh, kuna tangazo lilitolewa jana na uh, muungano wa AFC pamoja na wenzake M23, mm, baada ya kuchukua Walikale wakasema kuwa kwa sababu wanataka kutoa nafasi kwa ajili ya mazungumzo kuwa watafanya uamuzi wa busara vikosi vya M23 vijiondoe Walikali, lakini tangazo hilo uh, lilichukuliwa kwenye ile tahadhari ambayo lilikuwa awali. Unajua wakumbuka wakati wamechukua Goma wakati walivyochukua Goma mara ya kwanza vikosi mm. hivi vya M23 vilitangaza kuwa vinataka kuelekea Bukavu, lakini baadaye vikasema kuwa havitokwenda Bukavu, vinaruhusu mazungumzo. Wakasema hatuendi, lakini jeshi la Kongo kwa sababu linawafahamu kwa tabia likasema hatuwaamini. Na kilichokuwa kinatokewa, kilichokuwa kinazungumzwa na kinachotokea kwenye uwanja ni vitu vile tofauti. Kwenye taarifa wanaonyesha kuwa hatuendi lakini chini vikosi vinaonekana vinatembea kwenda Bukavu. mm -hmm. Sasa na hapa Walikale ni vile vile kuwa wamesema kuwa watajiondoa, lakini taarifa mpaka jana jioni zinaonyesha kuwa askari wa M23 na washirika wao walikuwa wakipiga doria kwenye mji wa Walikale. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Na maanake kuwa still wapo na, na haimaanishi kwamba kuna uh, mahitaji ambayo wameyataja ili wao, uh, waondoke Walikale. Eh, tangazo la kujitoa Walikale ilikuwa ni kuwa tu, tuweke unajua, walikutana kule Doha. Mm. Halafu wakawa wamekubaliana kuwa tutaingia kwenye mazungumzo. Sasa walitaka ku, tunaweka waliokutana Doha ni Chisekedi e, na, na, na, na, na, na mwenzake huyo, sababu unajua hawa ni backup. Mm. Yeah. So walichosema ni kuwa tunataka kuonyesha imani ya pande. Yaani, kwa sababu mimi na wewe kama tunagombana halafu tumesha suluhishwa tumekaa pembeni halafu we still bado unanipiga, itaonekana huna nia yani kuwa wewe huna nia ya, ya, ya kumaliza mzozo, kuwa wewe unataka kukuza mzozo. Kwa hiyo kitendo cha wao kusema kuwa tunajitoa Walikali ilikuwa ni kama kutoa ishara kuwa basi na sisi tunakubaliana kwenye haya mazungumzo, kuweka ile nia ya mazungumzo wazi. Lakini walioyazungumza na yaliyotokea kwenye uwanja ni vitu viwili tofauti, kuwa still wameonekana wapo kwenye mji wa Walikali toka mpaka janda jioni, bado wanashikilia na hawajajiondoa. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwamba, ama yale ambayo yanazungumzwa, huenda Tshisekedi uh, akawa tayari kwa mazungumzo na m uh, uh, uh, ishirini na tatu, kwa sababu muda mrefu amekuwa sio mtu wa kuketi nao pamoja. Je, hilo ni la kweli? kwa namna yote ni kwa lazima. mm -hmm. Awali alikuwa hataki kabisa, na nadhani ndo yamekuwa kwa sababu ya kukwepana kwenye meza. mm -hmm. Kama wangekuwa wamekaa kwenye meza muda mrefu, labda yangekuwa yamesuluhishwa muda mrefu pia. mm -hmm. Uh, maji yamemwagika, yani kwa Chisekedi. Ukiangalia anachokifanya hivi sasa ni kama vile hata hesabu zake zimekwenda tofauti na vile, kwa sababu ukiangalia mwanzo, wakati wameingia Goma ilikuwa ni tutapambana, wanatupiga na sisi tutawapiga, kwa sababu kwanza kuwa kuna vikosi vya Sadek. Baadaye baada ya kuwa kupoteza bila upinzani, unajua shida ilikuwa ni kupoteza bila upinzani. Mji wa Bukavu umeshukuliwa bila mapigano mm. yani wanakuja wanachukua hilo kidogo likaanza kumstua kuwa ah, itakuwaje sasa. Ile kukataa sitaki kuongea na M23, mwisho yote hakutoa tamko, lilitolewa tamko na serikali yake kupitia maafisa wake kuwa wako tayari kuzungumza, lakini mwisho tunaona M23 na wao wakafanya vile ambavyo amekuwa akifanya mm -hmm. wakakataa waka yale mazungumzo ya Angola lakini ndio baadaye wakaonekana wako Rwanda Chisekedi, na wakaonekana wako Doha Chisekedi na rais wa Rwanda Kagame kule. Kwa hiyo awali alikuwa hataki, lakini kilichomsukuma ni, ni kuwa hebu, hebu, hebu pokea hiki. Lakini eh ukiangalia mkutano wa mwisho ule wa Angola ambao ulizua haya machafuko, kama unakumbuka, wakati Kagame aligoma kwenda, Kagame alisukuma kwa Chisekedi kuwa kaongee na M23 mimi si sihusiki kwenye hili lakini, hata mkutano wa juzi Doha kwenye yale mazungumzo, kuwa tutakuwa na mazungumzo endelevu, yani kuwa tutaendelea kwenye hizi harakati za, za, za amani, yote kwa yote Rwanda itarudisha tena mpira kwa M23, kazungumzeni na serikali ya Kongo yamalize, hmm. kwa sababu kama Rwanda watasimama katikati kusema kuwa wao ndio wanataka wamalize haya masuala ya vita itaonekana kuwa wao ni washiriki wa, wa moja kwa moja kwa, kwa kitu ambacho wanakikwepa. Lakini kumtoa Rwanda kwenye huu mgogoro ni sawasawa kumtoa Marekani kwenye mgogoro wa Ukraini. Yani umwambie kuwa yani Marekani asema kwamba mimi sihusiki, ongea Ukraini na Urusi. Inakuwa ni kituko tu kuwa anayefadhili ni fulani licha, licha kusema kumbaha, ya kusema kwamba hahusiki, amekuwa akishiriki pia katika haya mazungumzo amekuwa akishiriki kwenye haya mazungumzo kuanzia awali, lakini acha kushiriki tu, kuwa kwa taarifa halisi ya umoja wa mataifa mm -hmm. kuwa inathibitisha kuna vikosi vya Rwanda sambamba na vikosi vya M23 ndani ya ardhi ya Kongo, ikitajwa askari kati ya 3000 mpaka 4000 mm -hmm. wanashiriki moja kwa moja, yani ndio nakwambia, mfano wa Rwanda ni mfano wa Marekani na Ukraine, kuwa Marekani akatai kuwa mgogoro wa Ukraine na Urusi unamuusu Ukraini na Urusi, sio mimi, sihusiki. Lakini yote kwa yote, kwa macho ya watu tunavyoona, kuwa Marekani ndio anaye supply kila kitu kwa kwa Ukraini, hiyo kwa yeye ndio mwenye maamuzi, na ndio maana anakuwa sasa kwenye vita ameamua aingie mwenyewe, kuwa tumalize huu mgogoro. Kwa hiyo hata Rwanda kwa kukwepa vyovyote kwa Kongo ni kukwepa tu, lakini yoyote lazima aingie kwenye huu mgogoro, azungumze kwa sababu, kwa vyovyote wechukulia kuwa hata walivyochukua Goma wale wa, wa m, M23 wakiteka wale mateka ambao mfano wanaowataja kama FDLR FD ambao wapiganaji wale wanawachukua wanawapeleka Rwanda. Kwa hiyo, mnapeleka Rwanda kwa nini wakati nyinyi hamna uhusiano, hamshiriki kwa nafasi yoyote? Kwa nini mnahamisha kupeleka kwa huu? Kwahiyo bado kuna connection ya moja kwa moja kati ya M23 na jeshi la Rwanda. Sasa mm -hmm. Uh, tukiangalia taarifa nyingine, balozi wa Afrika Kusini ambaye alifukuzwa na Marekani katika utawala wa Trump amerejea, uh, nyumbani na amekaribishwa amekaribishwa kwa kishindo, kwa shangwe mm. Ibrahimu Rasool, uh, kuna mgogoro umezuka kwa muda kidogo toka utawala wa Trump umeingia madarakani kati ya Afrika Kusini na Marekani, na hili kuna picha mbili ambazo zinaonekana, ukichukua tamko la Marekani utaona kuwa Marekani inasema kuwa Afrika Kusini imesaini mikataba ya ubaguzi, yaani kuwabagua watu weupe ambao ni kiasi karibu asilimia nane mpaka kumi ya raia wa Afrika Kusini. Marekani wanamtaja Ibrahim Rais, Ibra, sorry, Ibrahim Rasul ni kama anaendekeza ubaguzi, yaani kwenye sera ya ubaguzi. Lakini uhalisia wa hiki kitu ulivyo, Elon Musk alianza kuishutumu Afrika Kusini, ambapo yeye ndio alikozaliwa. Utawala wa Afrika Kusini unafanya ubaguzi, unawabagua wazungu, unabagua mashamba na kwa ajili ya kuchukua ardhi ile mashamba. Trump, serikali yake ikaenda ikatoa nafasi kwa wazungu wanaoishi Afrika Kusini kuwa, kama wanahisi wananyanyaswa Afrika Kusini hmm, basi wanaweza wakarejea Marekani watapewa hifadhi. Chama cha wazungu wanaoishi Afrika Kusini vyama vile vya, vya, vya washirika wa Afrika Kusini wale wazungu wakamjibu Trump kuwa hatuna huo ubaguzi kwenye nchi yetu. mm -hmm. Yani, wenyewe wakasema kuwa sisi hatubaguliwi kwa wewe unavyozungumza. Kwa hiyo ukiangalia kwa hili jicho ndio utaona hivyo, lakini nyuma ya hili lililopo ni kesi ya Afrika Kusini ICJ na Israeli ndio inaosukuma huu mvutano unaoendelea hivi sasa, ndio maana umemlenga moja kwa moja balozi Ibrahim Rasool kwa sababu Ibrahim Rasool ni katika watu ambao wanapinga sana Marekani kuendelea kusafirisha silaha kupeleka Israeli mm, mw. na kukosoa utawala wa Trump kwa sera zao za Mashariki ya Kati. Kauli ya rais wa Afrika Kusini eh, baada ya Trump kusema wataweka baadhi ya vikwazo, lakini kuto kupeleka pia misaada kule Afrika Kusini, nao wakasema hawana haja ya hilo na, na, na ikiwa balozi anawakilisha pia taifa, kuna namna yote hili nalo limehusika katika hilo? Yeah, kuna namna ipo kwa pembeni. mm -hmm. Lakini ukiangalia kwenye huu mgogoro Afrika Kusini ni kama wamekuwa wakirudisha mbawa mara nyingi. mm -hmm. Yani kadri Marekani, mfano Marekani alivyokata msaada, alisema kuwa tunakata ushirikiano wowote katika mazungumzo ya serikali. Ya Afrika Kusini yenyewe ilitoa tu ile taswira tu kuwa hatuwezi kukata uhusiano na Marekani, tuna, tuna nafasi ya mazungumzo, tunaweza tukaendelea kuzungumza na hili likaendelea kwa sababu wanajua nini wanakifanya. Marekani pia ni mshirika mkubwa sana wa kibiashara wa Afrika Kusini, ni sehemu ambao wanafanya sana biashara kubwa. Kwa hiyo Afrika Kusini kuanzia mwanzo wanaonyeshana kuwa hatutaki kwenda kuleta mgogoro mkubwa, lakini kwa sababu ya kesi ya ICJ ilivyokaa pabaya bado imeendelea hmm. na u, kuchochea kwa nguvu, yani wanasema kuwa Mchocheo mkubwa wa mgogoro wa Afrika Kusini na Marekani unaletwa na Elon Musk. Elon Musk, ukienda kwenye mtandao wake wa X, ndio utaona mara kadhaa anaishutumu an, sana Afrika Kusini kwa vitu hivi. Kuna, kuna, kuna, kuna mazungumzo alikuwa anaongea kwenye podcast, aliulizwa kuhusu kwa nini uh, Starlink haipo Afrika Kusini, yani kwa nini haitoi huduma ya internet, akasema kuwa mm. mimi, ningekuwa mweusi Starlink ingekuwa ina, inafanya kazi ndani ya Afrika. Kwa hiyo anazungumzia kuhusu ubaguzi. Yani kuwa anabaguliwa Afrika Kusini, mm -hmm. Lakini hiyo ni picha ya juu. Sasa picha ya chini kabisa unaipata kuwa Afrika Kusini kaishapewa uh, ofa nyingi na na washirika kuwa lift case ya ICJ iondoe, mm -hmm. Na Afrika Kusini inaonekana kama kashikilia pale pale kuhusu kesi ya ICJ na Israeli, iko pale pale. Sasa ukiangalia maseneta wengi wa Marekani, magavana wengi wa Marekani bado ni lobbying, yani kuwa ni watu wanaomilikiwa na makampuni, wanamilikiwa na taasisi kubwa za Kiyahudi za Kimarekani. Kwa hiyo Afrika Kusini inapigwa fimbo ambayo tunaiona kwa juu tukielekezwa kuwa huyu kafanya hiki, lakini anapigwa kwa fimbo ambayo iko chini yaani, kile ambacho hakisemwi moja kwa moja. Kwa nini tunamwadhibu huyu? Tunamwadhibu kwa sababu ya kitu fulani. Israeli na Imarati, Imarati ni nchi washirika sana wenye uhusiano wa karibu, ilikwenda Afrika Kusini ikampa ofa Afrika Kusini kuwa tunakupa ofa ya uwekezaji wa mabilioni ya dola kwenye nchi yako. Imarati ni nchi tajiri, tutakuja kufanya uwekezaji mkubwa kwa sharti moja: nenda kaondoe ile kesi ICJ, halafu sisi tuje tufanye hilo. Lakini south africa ikasema kuwa sisi msingi wa nchi yetu ni msingi wa haki, kwa hiyo tunasimama kwenye haki na kile ambacho tumekuwa tukikitetea kwa miaka yote hmm. Juzi e, siku tatu nne zimepita afrika kusini iliidhinisha dola milioni mbili kwa ajili ya majaji tu watakwenda kusimamia hiyo kesi ICJ. Kwa hiyo ndani ya mgogoro wa Marekani na Afrika Kusini kuna mgogoro wa chini wa ICJ Marekani Israeli ambao ndio sasa Afrika Kusini inaadhibiwa mm -hmm. Kwa kupitia ule mgogoro ambao sasa unaletwa kwa sura tofauti ya ubaguzi na sera za ndani za Afrika Kusini, lakini wa Afrika Kusini, na ndio maana unaona kwenye mapokeo ya Ibrahim Rasul, kama unaona watu pale wamempokea, huku wakiwa na flagi zingine za Palestina, wamekuwa wamevaa zile kafia kwa sababu wanafahamu mm. nini kimetokea na kwa sababu gani. Na amefukuzwa ame, ame, Ambiwa, uh, persona non grata ni kama mtu ambaye hahitajiki na mm, hakaribishwi tena. Hakaribishwi, yani hahitajiki kwa sababu ukiangalia sababu, an, yani, sababu za eti uh, kuwa yeye ha hampendi rais. Kwani kuna ulazima gani kiongozi kumpenda rais wako? Alivyorejea akazungumza akasema kama nimeambiwa hivyo kule, lakini nimerejea kwa shangwe hili basi mm. Nita, nita hiyo. Tazama hizo picha za video unaona hao yeah, waliovaa wamevaa zile kafia, umeona wamevaa flagi za Palestina ni kama Wa... mkono, wana bimba, mbaba, wanafahamu mbabe, sababu ya kufkuzwa sababu, yeah, sababu ya kufukuzwa sio hiyo ambayo Marekani anaizungumza sababu ya kufukuzwa ni yeye kuunga mkono Wapalestina na sababu ya kupinga Marekani kuendelea kupeleka silaha kwa Israel, ndio sababu kubwa ya kufukuzwa Ibrahim Rasool. Kwa kifupi idadi ya Wapalestina ambao wameuawa kwenye vita ya Israel Gaza imefikia watu elfu hamsini na ni kulingana na takwimu ambazo uh mamlaka ya afya uh, kundi la uh, Hamas ambayo uh, inadhibitiwa ina na kundi la Hamas imeeleza inaweza kawa idadi kubwa zaidi ya hii. Hii ni idadi ambayo ya watu wamethibitika kuuawa kuna idadi ya watu ambao wanaitwa missing hawajulikani wako wapi, zaidi ya elfu kumi na moja. Sasa hii inaakisi kuwa, kwa sababu nyumba zilizodondoka zinakadiriwa kufika karibu laki mbili. Kwa hiyo vile vifusi ambavyo havijanyanyuliwa vinahisiwa, huenda ndani yake ndio tukapata hiyo idadi ya watu elfu kumi na moja wengine. Kwa hiyo ukichukua hiyo 1050 ukachukua na hiyo elfu kumi na moja unaweza ukapata idadi ile ya watu waliouawa. wow. Hii wanaokupa namba elfu hamsini ni wale waliothibitika. mm -hmm. Kwa hiyo huwezi kutangaza mtu amekufa kama hujapata mwili wake wala kuthibitisha kama amepatikana au hajapatikana, hiyo huwezi kusema kuwa amekufa, lakini kuna watu zaidi ya elfu kumi na moja wamekufa. Lakini katika hiyo idadi ya vifo kuna vifo, kuna kuna majeruhi laki moja na elfu kumi ambao wanatajwa kujeruhiwa mm -hmm. na nyumba laki mbili ambazo zimedondoka. Kwa hiyo ni idadi ambayo imetolewa. Shukran Rahbi, asante. mm -hmm. Tunakamilisha hivyo ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa.